Maadhimisho ya miaka 11 ya kuzaliwa kwa ACT Wazalendo, kiongozi wa chama hicho Dorothy Semo amesema mwaka 2025 si mwaka wa kawaida kwa chama hicho, bali ni mwaka wa kipekee unaohitaji uongozi madhubuti katika kupigania demokrasia na kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Dorothy amesema chama hicho kitashiriki uchaguzi kwa makusudi na dhamira ya zati na kwamba uamuzi wa kushiriki uchaguzi haukuja kwa bahati mbaya, bali umetokana na tafakuri ya kina na uchambuzi wa hali ya kisiasa nchini. Chama chetu cha ACT Wazalendo kimesema kitapambana kikishiriki, na kitashiriki kikipambana. Uamuzi wetu huu wa hu, kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, haukuja kwa bahati nasibu, ni zao la tafakuri na uchambuzi wa kina. Na kama tulivyosema hapo awali, sababu zetu ni tatu. Kwanza, tumejiridhisha kwamba tunashiriki kulinda thamani ya kura tunashiriki kwa sababu tumejiridhisha kwamba kuhususia chaguzi kunaimarisha udikteta. ACT <coughs> hey, Wazalendo ikihususia uchaguzi, Chama cha Mapinduzi kitafurahia, kitafurahi sana kwa uamuzi huo. <coughs> Na sababu ya tatu tunasema kwamba Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuiendesha nchi. Wananchi wameikataa na wanakwenda kukikataa kwenye sanduku la kura <coughs> na hapo ndipo watakapohitimisha kwamba Chama cha Mapinduzi kikae pembeni. Chama chetu kimetangaza kuwa maboresho ya mfumo wa uchaguzi yanahitajika. Tumetoa maeneo kadhaa, lakini tunasema chama hiki kitaendelea kupigania maboresho haya hadi dakika ya mwisho. Tuendelee kupaza sauti zetu hadi uchaguzi mkuu wa 2025 uwe uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Madai yetu sita yawe ndiyo wimbo wetu Kuanzia sasa hadi mwezi Oktoba, tueleze serikali na wadau wote wa demokrasia kuwa sisi ACT Wazalendo tunayo madai sita, na madai yetu ni kama haya yafuatayo: moja, hatutaki wakurugenzi wa halmashauri wa, wa wasimamie uchaguzi tunataka wajumbe wapya kwenye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wateuliwe. Tatu, tunataka kura haramu zithibitiwe. Nne, tunataka wagombea wasienguliwe ovyo. Tano, tunataka mawakala wawe huru kufanya kazi yao. Sita, tunataka vyombo vya dola visishiriki kwenye huduma hujuma za uchaguzi. Na kama walivyosema viongozi wetu wa dini, wazee wetu na wadau wengine wa kidemokrasia, madai haya yanawezekana kufanyiwa kazi kabla ya kufika Oktoba mwaka huu.